Siku ya Jumamosi, sisi wamachinga katika mkoa huu wa Dar es Salaam tuliamua kuitisha mkutano huu maalum kwa ajili ya kuambia Watanzania, kwa ajili ya kumwambia mgombea wetu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba wamachinga wote hawa waliojaa hapa wanamuunga mkono na tarehe ishirini na tisa tunaenda kupiga kura. Na tarehe ishirini na tisa wamachinga wote nchi nzima hatuwezi kwenda kuandamana i ongozia. Hiyo ndiyo dhamira kubwa ambayo tukasema tuwaalike viongozi wetu wachama, wa chama mje msikie kauli ya wamachinga katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini karibu kauli ya wamachinga nchi nzima kwamba tuko tayari kwenda kupiga kura na wala hatuko tayari kwenda kuandamana, na wala sisi hatuna simu smart, sisi tuna vitochi. Kwa hiyo yanayoendelea kwenye mtandao sisi wala hatuyajui, wala hatuyajui na wala hatujawahi kuyaona. Kwa hiyo sisi ni kazi moja, tarehe 29 kwenda kupiga kura, kwenda kutiki kwenye boksi tatu kwa maana ya mheshimiwa rais mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, wabunge wetu wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndio kazi kubwa tunaenda kuifanya, na sisi ndio wapiga kura na sisi ndio waandamanaji. Lakini sasa, kama tumesema, si tunaenda kupiga kura, kama tumesema, sisi hatuandamani. Mimi nataka nikuhakikishie katibu wa mkoa wa Dar es Salaam, maandamano hakuna na kula zitajaa za viongozi wetu wote wa Chama cha Mapinduzi, tunamuondoa <laughs> shaka mheshimiwa rais. Na leo tumesimama hadharani bila uoga tunasema kwamba hatuna shaka na yeye. Mheshimiwa rais amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa rais mwaka jana ametoa zaidi ya bilioni 18.5 kwa ajili ya kuwakopesha wajasiriamali hawa. Nani kama Mama Samia? Lakini juzi wakati anafungua kampeni zake pale Kawe, wana Dar es Salaam tulipata bahati, kwa sababu ulikuwa ndio mkoa wa kwanza kufungua kampeni za uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano. Mheshimiwa rais ameahidi ndani ya siku mia, maana yake miezi mitatu ya kwanza Anawenda, anaenda kutuwekea zaidi ya bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwawezesha wamachinga hawa. Kwa hiyo hatuna sababu nyingine yoyote kwa fursa hizo ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kutupa. Kwanza ametujengea ofisi nchi nzima za wamachinga. Lakini pili ameendelea kutupa fursa za mikopo. Lakini tatu ameendelea kutuahidi na tunaamini serikali ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hata mimi nimepewa na ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeendelea kuainisha fursa zetu sisi wajasiriamali mali wadogo. Kwa hiyo hatuna sababu nyingine yoyote ya kuacha kwenda kupiga kura. Sema yawezekana tunazo changamoto chache, kwamba ni za miundombinu, kwamba ni za huduma gani, lakini sababu hiyo haitoshi sisi kwenda kuvuruga amani ya taifa letu hili linaloitwa Tanzania. Hiyo ndio pointi yangu ya msingi leo. Yako maneno ya aina ya mbalimbali, yanasema sijui, wanasema Oktoba mtoke, sijui mkachome mali ya nani, sijui mkachome magari ya nani. Nasema jambo hilo ni jambo la kishetani, na kwa mila na desturi ya nchi yetu jambo hilo halikubaliki. Machinga hoyo Leo utakwenda kuchoma kituo cha afya, utakwenda kuchoma shule, baada ya yote hayo unamkomboa nani? Shule zilizojengwa ndizo tulizosoma sisi wenyewe tulioko hapa, ndizo wanazosoma watoto wetu na ndizo wanazosoma watoto watoto wetu na kizazi kijacho cha Tanzania. Kwa hiyo, kwa sababu yeyote ile, hatuna sababu wala uhalali wa kwenda kuharibu amani ya nchi yetu kwa kisingizio cha maboresho sijui ya taratibu za uchaguzi, na hatuwezi kukaa kama nchi tukiwa hatuna serikali. Juu ya changamoto zote tulizo nazo, twendeni tukapige kura, twendeni tukapige kura, tukachague viongozi wetu, ili sasa kesho, baada ya uchaguzi, changamoto zote tulizo nazo tupate mamlaka ya kwenda kusema kuomba kujadiliana ili changamoto hizo zikafanyiwe kazi na taifa letu liweze kuendelea. Tuko pamoja ndugu zangu machinga, oye! Tumeelewana vizuri? Wenzetu leo familia zao ziko Ulaya, familia leo ziko Kanada, ziko Marekani, ziko Uswisi, alafu sisi tunaambiwa tutaandamana kwa sauti kuu kabisa, wamachinga tunasema hatuandamani. Kwa kweli, hatu mmefanya jambo la busara, jambo la hekima, jambo la ungwana, jambo la kusimama na kuambia hawa wanoko, nataka kuwatumia walale mbele wao, wow. Ongera sana kwa kikao kikubwa, mmejichangisha, mmeamua kufanya mkutano Kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Mama Samia, hongera <laughs> sana. Mimi nataka kutizama, au togea utaratibu gani mneki peka salamu huko, nami nitasaidia. hivi kwenye bunge tuna makundi maalum. hivi Lusinde, na moto na nyinyi hamwezi kwa madiwani kwenye makundi maalum? <laughs> hata ubunge, yeah, yeah, yeah, yeah. na baadaye hata urais unaingia, yeah, yeah, yeah. kwa siku za mbele yeah, yeah. mimi nafikiri hili ni wazo moja, makundi kwenye halmashauri, makundi kwenye bunge lihusishe na wafanyabiashara wadogo wadogo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. hili ni jambo ambalo tutalichukua, yeah. na kulifanyia kazi. Nimeitwa, yeah, yeah. hapa kusalimia, lakini kwa heshima na taadhimu kwa haya yote alisemwa hapa mazuri ya Mama Samia na serikali yake, na maboresho anayofanya kwenye nchi, kwenye uchumi, kwenye maji, yugovivi, afya, elimu, tutamwacha kwenu na mwombe ya kura Mama Samia, ndiyo tarehe 29. <laughs> Tulikuwa na Simba Day imekwisha, Yanga Day imekwisha, sasa Samia Day, tarehe 29 Oktoba nawaomba sana, na wale ambao wamkae maeneo haya nchi nzima mkoa nzima wetu huu mumchague mheshimiwa rais Samia, mbunge wa sisi na diwani wa chama cha Mapinduzi. Nawaomba sana, bado changamoto zipo kama wasema wenzangu, lakini kuna changamoto zingine, mheshimiwa mwenyekiti na, na mneki, bado tuna kero ya mgambo feki kwenye maeneo yetu kunyanyasa wafanyabiashara dogodogo, kunyanyasa mamalishe, kunyanyasa wa madafu. Mtu anauza dafu, kaja na tenga lake, hapa kuna madafu hapa kuna tenga ya kuchukua takataka za madafu, shida iko wapi? Kwa mimi niwakichie, tunapambana nao na tutakula nao sahani moja. Ni washukuru sana. Najua kimoyomoyo mna hamu ya kwenda kula kashata na kahawa kikombe kimoja, hatutakaa sana. Mimi naendelea kuomba mwe watulivu, mwendelee kuamini kwa mama Samia, moyo wake uko kwenu, na nyie mioyo yetu tumpe yeye, ili twende naye pamoja, tuvuke naye. Tumeshashauriana na mkubwa wetu mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi ambaye ndio mgombea urais naye katuambia katuhakikishia baada ya kuchaguliwa tu zile bilioni mia mbili ataweka utaratibu mzuri tofauti na utaratibu ule wa benki ambao unasumbua kwa tufanye kazi ya kuhamasisha wenzetu twende tukampigie kula tarehe ishirini na tisa akishaapishwa tu naamini utaratibu wa mikopo sasa utafanyika kwa utaratibu ambao wamachinga wanaweza wakakopa kirahisi. Najua taratibu za benki zinahitaji uwe na hati uwe na leseni, kidogo hiyo nayo inawasumbua. Tunajua kama chama hiyo inasumbua baadhi, hasa wamachinga. Wa, wa ni mfanya biashara ambaye anazunguka anafanya biashara Kariakoo, akiona wateja wako faya anafanya biashara faya anatembea mpaka Magomeni, anaenda mpaka Tandika. Sasa ukimwambia aweke flemu na masharti yake, lazima awe na leseni kwenye flemu yake, kwa kweli. Mikopo ya namna hiyo, kimsingi, sisi wamachinga tunaweza tukaikosa, tuka kwa utaratibu ambao mheshimiwa mgombea wetu na mwenyekiti wetu wa chama anataka kufanya kwa ajili ya wamachinga, tutabadilisha huo utaratibu ili nyote muweze kufanikiwa na mikopo inayotolewa kwa ajili yenu. kiligundua kikajua umuhimu wa machinga. Tunapotangaza ajira, nyie ndio mmeshika ajira za nchi hii. Tunapotangaza bidhaa kumfikia mwananchi kutoka juu kufika chini, ni machinga. Haiwezi ikatoka China ikamfikia mtu wa Bagara kama machinga hajahusika hapo katikati kwa hiyo katika uchumi wa Tanzania na benki kuu ilitakiwa iwaheshimu sana, kwa sababu nyie ndio mnajenga uchumi wa Tanzania. Tuna makundi mawili, lazima niseme, kundi la machinga na kundi la bodaboda. Likizima kwa siku moja, uchumi unasimama. Hapa tumesimamisha biashara Kariakoo kwa kukaa muda utu, Kariakoo imezizima kidogo, iko kimya Ndiyo maana lazima tuseme haraka haraka, tuondoke mkapige mzigo.